Okay, kuna swali la rafiki yetu anauliza kwamba kuna tofauti gani kati ya offer on price eh, offer, ya yani offer price na shares on offer. Sasa katika video yetu hii ya leo tunaenda kujibu hili swali na tutatofautisha hivi vitu viwili ili iweze kusaidia utakavyokuwa unanunua hisa, ujue kipi ni kipi na utakitumiaje katika ununuaji wa hisa katika mfano wetu, ambayo hii picha aliituma rafiki yetu, ambayo aliuliza hili swali hapa, inaonyesha kwamba CRDB eh, labda tuzungumzie hivi vitu vyote vilivyo hapa kwa ujumla change, eh, change inaonyesha ni 0.0 alafu kwa mbele kuna 790 na UDCB, change ni 0.0 MBP hivyo hivyo nadhani almost zote hapa mna ambayo imekuwa change change, huwa inaonyesha kwamba bei imebadilika katika namna hasi au chanya, kiasi gani imepanda au imeshuka kiasi gani. Na kama huwa imepanda mara nyingi huwa inaonyeshwa kwa alama ya kijani, na kama huwa imeshuka mara nyingi huwa inaonyeshwa kwa alama nyekundu, kuonyesha kwamba kuna change. Kwa hiyo kuna kialama chekundu cha kushuka chini au uh, kialama cha kijani kinaonyesha kupanda juu na asilimia ambazo zimepanda au kama kinashuka chini kinaonyesha negative ngapi imeshuka. Sasa hapo chini kuna kitu kimeandikwa shares on offer. Shares on offer, shares on offer ni nani? Kwamba bei zinazo nani, hisa zinazouzwa kwa wakati huo ni ngapi. Kwa ila kwa rahisi kwamba shares on offer ni hisa ambazo watu wanauza. Kwa hiyo inawezekana labda kuna John, kuna Juma, kuna Ashura, kuna nani wanauza hisa zao. Mfano hapo tunaona CRDB ni hisa 260, 2600, DCB 50, MBP hisa 27, Niko hisa 713, NMB hisa 800. Hizo ni hisa ambazo watu wanauza kwa wakati huo zilizo sokoni ambazo unaweza ukanunua ukazipata kwa wakati huo. Kwa upande mwingine tunaona kuna offer price. Sasa hawa wanaouza hisa zao wanaziuza kwa bei gani? wanazi offer kwa bei gani? ndo hiyo 790 ndio hiyo 125. Kwa hiyo hiyo ni offer price. Kwa upande wa wauzaji, wauzaji wenyewe wanauza kiasi gani, na wewe mnunuaji unaweza katika kununua ukaweka bei yako kwamba mimi sasa Nataka hii hizi hisa nizinunue kwa shilingi labda badala ya mia saba tisini nizinunue mia saba themanini ukaweka pale eh, hiyo ita nani, sasa itakuwa ni bei ya kubidi, itakuwa ni bei nyingine. Kwa hiyo kwa kueleza haya maswali ambayo mtu ameeleza kwamba offer price na shares on offer. Shares on on offer offer ni shares zinazouzwa kwa wakati huo. Offer price ni bei ambayo wauzaji wanataka bei hisa zao zinunuliwe. Kwa mtu ana hisa zake 50 za DCB anataka hisa zake uzinunue kwa mia ishirini na tano. Sijui umenipata hapo. Kama umenipata, usahau kulike kushare na of course kucomment.